Wakili mashuhuri Andrew Chacha Mwita ameshtakiwa kwa makosa manne yanayohusiana na kufadhili na kuwezesha vitendo vya kundi la kigaidi la Islamic State nchini Kenya. Wakili Mwita alikamatwa Ijumaa iliyopita jijini Mombasa baada ya uchunguzi kumhusisha na kuwezesha vitendo vya kigaidi na kutoa huduma kwa mashirika ya kigaidi. Wakili huyo akiwasilishwa katika mahakama ya kupambana na ugaidi ya Kahawa, ambapo amesomewa mashtaka manne yanayohusiana na ugaidi yote akiyakana. Waendesha mashtaka wanadai kwamba uchunguzi umemhusisha Mwita na mtandao wa kusajili watu katika eneo la Pwani, unaodaiwa kuwasaidia vijana kujiunga na makundi ya kigaidi. Maafisa wa upelelezi pia wanadai kwamba alitumia nambari nyingi za simu kupokea pesa kutoka kwa akaunti ya Binance inayodaiwa kuhusishwa na ufadhili wa shughuli za kigaidi ndani na nje ya nchi ya Kenya. Kuna namba mbili za mawasiliano ambazo zinahusishwa na akaunti account ya Binance kupitia uchunguzi. Akaunti inayohusishwa na mtu ambaye ametajwa kama We gaidi na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Mwakili Lempaso Inka na Ayota Magati wanaomwakilisha Mwita wanasema kutoa uwakilishi wa kisheria kuwashukiwa wa ugaidi sio kosa la jinai, wakieleza kesi hiyo kama jaribio la serikali ya Kenya kuwakatisha tamaa mawakili kutoa huduma zao kwa watuhumiwa. Mawakili hao watatoroka kwa sababu iwapo watamwakilisha mtu yeyote anayeshitakiwa kwa ugaidi wataishia aliko wakili Chacha. Mahakama hii na jukumu la kulinda taaluma ya sheria sakabadhi hii ambayo ni kurasa saba haijaonesha popote ni kwa nini hawakumaliza uchunguzi wao. in muitani wakili mkongwe anayejulikana sana katika mahakama za Kenya kwa kuwatetea wateja wanaokabiliwa na mashtaka yanayohusiana na ugaidi katika muongo mmoja uliopita. Ikiwa mahakama itakubali ombi la kitengo cha polisi cha kupambana na ugaidi, Mwita atazuiliwa katika kituo cha polisi cha eneo la viwandani jijini Nairobi, huku uchunguzi ukiendelea. Nataka kujipa muda wa kutosha kupitia kila stakabadhi ili niweze kutoa uamuzi, kwa hivyo tutarejea hapa Jumatano kwa uamuzi 19th of Nikiripoti kutoka jijini Nairobi. Jina langu ni Duncan Maiche wa ITV. <tipa>